Malalamiko bana, sijui fulani kapewa ndege, mimi sijapewa japo hmm. ambalo sio mambo ya kimsingi sana, sawa sawa. Kwa hiyo mazingira kama haya hayatakuepo na, na serikali imerahisisha kila kitu uh, deni lililopo serikali nawadai wachezaji hmm. Wachezaji wakacheze vizuri, kuna kila mazingira rafiki kuelekea mchezo huo, hakuna, hakuna kisingizio kwamba nitakwenda kupoteza ta nilikuwa, nilikuwa na uchovu, hapana Pengine sasa tutegemee kuona morali ikiongezeka mara mbili zaidi ya vile ilivyokuwa, pengine kwa hiki ambacho serikali inaenda kukifanya kutoa usafiri wa bure kwa timu. Obviously, morali inakwenda kuongezeka kwa sababu kwa vyovyote vile uh, kwa vyovyote vile viongozi watasema kwamba tumepewa usafiri wa bure na serikali uh, sisi awamu nyingine tutasema nini tukihitaji tena Uh, usafiri siku tukifuzu kwenda hatua ya, ya, ya, ya nusu fainali? Au tutumie advantage hii ambayo tumeipata, tuhakikishe tunaiwakilisha nchi, tunaiwakilisha wizara ya michezo uh, kufuzu hatua ya nusu fainali kwa mara ya kwanza kwa miaka ya hivi karibuni. Kwa hiyo, hilo kwa vyovyote itaongeza morali, kwa vyovyote itawapa credit viongozi wa Simba kama watafanikiwa kuingia hatua ya nusu fainali, lakini pia hata azma ile ya serikali kuhakikisha kwamba wanatoa kipaumbele katika uh, michezo kwenye kila sekta itakuwa imetendeka kwa vitendo.